Mheshimiwa naibu spika, naomba nitumie nafasi hii e, kuwaambia waheshimiwa wabunge e, tuta kuna magari ya OCCID wapelelezi wa wilaya e, kufika mwezi Agosti e, Mungu akijalia, tunapanga kuyasambaza nchi nzima, kila wilaya ili kuimarisha e, ulinzi na usalama, na nitumie nafasi hii kuwahakikishia Watanzania tumejipanga ipasavyo kuhakikisha uchaguzi mwaka huu unafanyika kwa amani na usalama, na tumejipanga kivitendea kazi pamoja na utimamu, utimamu wa Jeshi la Polisi na vyombo vingine kuhakikisha kila atakayepanga kufanya fujo anashughulikiwa kwa mujibu wa sheria. Mheshimiwa Naibu Spika, nashukuru kwa majibu ya serikali, lakini kwa ukubwa wa wilaya ya Malinyi uhitaji walau magari matatu kwa uchache sana lakini magari mawili ambayo ameyataja Mheshimiwa Waziri, moja halipo kwenye hali nzuri. Je, serikali iko tayari kutuongezea gari muda wote mwaka huu? Hilo la kwanza. Lakini ya pili, shukrani kwa mheshimiwa waziri na kamanda IGP kwa kutupatia fedha kwa ajili ya ujenzi wa kituo cha polisi kwa maana cha OCD katika eneo la Kipingo. Asante sana, nasubiri majibu ya swali la kwanza, mheshimiwa waziri. Mheshimiwa naibu spika, e, kwanza nimpongeze mheshimiwa Antipas Mgungusi kwa jitihada nzuri anazofanya maendeleo kwa ajili ya jimbo lake la Malinyi. Lakini pamoja na jitihada hizi, amekuwa akifuatilia masuala ya vitendea kazi kwa upande wa Jeshi la Polisi jimboni kwake. E, kuhusu swali lake la gari nyingine kwa ajili ya kuimarisha usalama e, kule Malinyi, naomba ni mwahidi mheshimiwa Antipasi e, tutaongeza gari lingine kwenye miezi ijayo. E, gari la OCCID ili kwenda kuimarisha ulinzi kwenye jimbo lake, kama ambavyo nimesema e, kwanza kwa wilaya za kipolisi ambazo zilikuwa hazijapata magari awamu ya, ya kwanza, hivi sasa tayari tumeshapeleka magari mapya Land Cruiser kwenye wilaya zote za kipolisi likiwemo e, wilaya za mkoa wa Tabora. Kwa hiyo kama e, gari haijafika Mheshimiwa Almasi, naomba nikuhakikishie e, mpango huu kama mlikuwa mesha, amjapata gari ya awamu ya kwanza, awamu ya pili tumeshapeleka magari, nitacheki kama alijafika basi nihakikishe linafika, lakini vile vile hata kwenye mpango wa OCCID nchi nzima kupata magari Land Cruiser mapya kufika Agosti, pia na hili tutalizingatia, mheshimiwa.